Kila mtu katika maisha ana saa 24 kwa siku, lakini vile tunavyotumia muda huo hutofautiana. Kila mtu ana ndoto, malengo na matarajio, lakini mara nyingi tunashindwa kuyafikia kutokana na ukosefu wa maarifa au mbinu sahihi za kuyatekeleza. Katika makala hii, tutajadili hatua muhimu ambazo unaweza kuchukua ili kufanikisha chochote unachotaka katika maisha yako. Jambo la kwanza unalotakiwa kulifanya ili uweze kupata chochote katika maisha yako ni kujitoa. Being committed. Kujitoa ni hatua ya kwanza na ya msingi katika kufanikisha malengo yako. Kujitoa kunamaanisha kuwa thabiti na kuendelea kufanya jambo unalotaka bila kukata tamaa. Ikiwa unataka kuwa mchoraji mzuri, hakikisha unachora kila siku, uwe na ratiba thabiti ya mazoezi. Na usiruhusu uvivu au kisingizio chochote kuzuia maendeleo yako. Uendelevu katika kujitoa unajengwa kwa kufanya jambo hilo mara kwa mara. Kama unataka kuwa mtangazaji bora, anza kwa kufanya mazoezi kila siku. Washa simu yako, jifanye kama unatangaza, tafuta nyenzo na hakikisha unakifanya hicho kitu kwa moyo wako wote. Jambo la pili, fanya kile unachokipenda. Ni muhimu kufuata shauku yako katika maisha. Watu wengi hutamani kuwa kama wale waliofanikiwa, lakini hawachukui hatua zinazostahili. Usipoteze muda wako kwenye mambo usiyoyapenda. Kama umesoma kitu ambacho kukipendi unaweza kukichanganya na kipaji chako alafu ufanye kile kitu ambacho unakipenda kiweze kunufaisha katika maisha yako. Kwa mfano ikiwa unapenda utangazaji lakini umesoma masuala ya biashara, unaweza kuunda kipindi kinachohusu biashara, halafu ukachanganya maarifa yako ya biashara na kipaji chako cha utangazaji ili kuunda kitu kingine cha kipekee. Badala ya kulalamika kuhusu kuchanganyikiwa, tumia ujuzi wako kuunda fursa mpya. Jambo la tatu, epuka mawazo hasi. Mawazo hasi hayana nafasi katika safari ya mafanikio. Mawazo hasi hutengeneza hisia mbaya ambazo hatimaye husababisha kukosa hamasa ya kufanya kazi kwa bidii. Jenga mawazo chanya ambayo yatakupa hamasa ya kuendelea hata unapokutana na changamoto. Mawazo chanya huchochea hisia za matumaini na kujiamini, hali inayosaidia kuimarisha bidii na umakini katika kile unachokifanya. Usikubali historia au mazingira yako ya kuzuie kufanikisha ndoto zako. Jambo la nne: acha kujihurumia. Kushindwa ni sehemu ya mafanikio. Katika mchakato wa kufanikisha malengo yako utaanguka mara kadhaa, lakini jambo la msingi ni kujifunza kutokana na makosa hayo. Usikate tamaa unapokutana na changamoto au kushindwa. Badala ya kuacha mara baada ya kukutana na tatizo, chunguza ni wapi ulipotenda makosa, jifunze kutokana nayo na uanze upya kwa nguvu mpya. Kujihurumia hakutakusaidia bali kutakufanya ushindwe kuona fursa za kujifunza na kuendelea mbele. Jambo la tano: usisubiri muda sahihi. Hakuna muda kamili wa kuanza kutimiza ndoto zako. Watu wengi husubiri hali fulani iwe nzuri ndipo waanze kuchukua hatua. Hii ni kasoro kubwa. Anza na kile ulicho nacho na fanya kazi kwa bidii bila kujali changamoto zinazokuzunguka. Mfano mzuri ni barabarani. Tunapoendesha magari, tunapokutana taa nyekundu husimama, lakini mara taa ya kijani inapowaka, tunaendelea na safari. Maisha ni hivyo hivyo. Unapokutana changamoto, usikate tamaa, bali simama kidogo, tafakari, na endelea na safari yako ya ma mafanikio. Jambo la sita: panga ratiba yako kwa umakini. Katika safari ya mafanikio, ni muhimu kupanga ratiba yako kwa umakini mkubwa. Unapaswa kuwa na ratiba ya siku tatu zijazo, na ili kufanya hivyo kwa ufanisi, andika mpango wa wiki nzima kabla ya kuanza. Kuweka kalenda vizuri itakusaidia kuondokana na changamoto za kuchanganyikiwa na kuhakikisha kuwa kila siku inatumika kwa ufanisi. Fanya kila siku hiyo na malengo maalum, na kamilisha kazi moja kabla ya kuhamia kazi nyingine. Ikiwa unamaliza kazi mapema, unaweza kuangalia kazi za siku zinazofuata na kuanza mapema. Hii itakusaidia kuwa mbele ya ratiba na kuongeza ufanisi katika shughuli zako. Jambo la saba, kupumzika ni muhimu. Ingawa kazi ni muhimu, Kupumzika pia ni sehemu muhimu ya safari ya mafanikio. Weka muda maalumu wa kupumzika kwenye ratiba yako. Mara nyingi kazi haziishi na unaweza kujikuta ukifanya kazi bila kupumzika. Kwa mfano, panga muda wa kupumzika kuanzia kwa mfano saa tisa hadi saa kumi, na hakikisha unaheshimu muda huo bila kuingiza shughuli nyingine. Kupumzika kwa muda sahihi kunaongeza nguvu na kuimarisha uwezo wako wa kufikiri. Unapopumzika weka simu mbali na acha akili yako ipumzike. Unapomaliza kupumzika, utakuwa na nguvu mpya na utayari wa kushughulikia kazi zilizobaki kwa ufanisi zaidi. Na jambo la nane, la mwisho, jiamini na uchukue hatua. Hakikisha unakubaliana na ukweli kwamba mafanikio hayana uchawi wala njia za mkato. Mafanikio yanatokana na nidhamu, kujituma na kufuata mipango yako kwa umakini. Haijalishi umetoka kwenye familia gani au mazingira gani. Ukifuata kanuni hizi utafanikiwa. Usikate tamaa kwa sababu ya changamoto unazokutana nazo. Badala yake, zione kama taa nyekundu za muda mfupi ambazo zitabadilika kuwa kijani na kukuruhusu kuendelea na safari yako. Jiamini na piga hatua bila kujali vikwazo. Sasa napokuwa nikikaribia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali: ni mambo gani katika maisha yako umekuwa hauyafati ambayo nimeeleza katika video hii? Andika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kujifunza maarifa haya. Asante sana na karibu tena katika video zinazofuata.